Kwa hiyo ndugu zangu, hatuna budi kushukuru sana serikali, kushukuru sana, sana Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ahalia Jeshi la Polisi tumepata magari ya doria katika barabara kuu ambayo mnayitumia katika kuzuia na kudhibiti makosa ya barabarani, lakini pia na vifaa mbalimbali navyotumia hizo cameras, tochi na vitu vingine ambavyo vinawasaidia kuweza kubaini makosa mbalimbali na madeni ya huko barabarani. Kwa hiyo ni vizuri tukabadilika, ili tusiendelee kufanya mambo ambayo yanaleta dosari. Ndugu washiriki, ni matarajio ya afande mkuu wa Jeshi la Polisi kuwa kikao hiki cha siku mbili kitakuwa cha mafanikio makubwa sana na kuleta mabadiliko makubwa ya kiutendaji. Niwataka kila mmoja kusikiliza kwa makini sana mawasilisho na mijadala yote itakayowasilishwa na wadau mbalimbali, wakiwemo mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, makamishina wa polisi, RTOs ambao wameandaliwa na watu wengine.